Karibuni katika sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa inayoenda kwa jina la nilizani ni ndoto kumbe ni kaburi nililochimba mwenyewe. Baada ya kurudi nyumbani kutoka hospitali, kila kitu kilibadilika. Watu walionizunguka walionekana kama hawanitambui, hawani kabisa. Nilipomuita nilipo rafiki yangu wa karibu alisema, samahani, sijawahi kukutana na wewe maishani mwangu. Nilipoingia nyumbani kwangu mlango ulikuwa wazi, lakini ndani kulikuwa na watu wengine. Waliniangalia kwa mshangao. huyu tena ni nani? umepotea wapi? Mmoja aliongea huku akipiga simu. Nilitoka mbio kuelekea kwa jirani wa zamani, bibi mmoja aliyenijua tangu nilipokuwa mdogo alinitazama kwa macho yaliyojaa mshangao, kisha akasema kwa sauti ya hofu, wewe wewe, ulifariki kwa miaka miwili iliyopita, nilihudhuria mazishi yako. Kwa sekunde moja dunia niliona imesimama. Je, nilikuwa ni roho au ni ndoto au mtu mwingine alichukua nafasi yangu? Nilirudi tena pale msituni kwenye kaburi, na ndipo nilipoona kaburi alikuwa na jina, na jina tena lilikuwa wazi likisubiri kurejeshwa kwa jina langu. Je, hii ndiyo safari yangu ya mwisho au kuna kitu bado akijakaa sawa? Nilijua majibu yapo kwenye lile kaburi. Nikiwa nimejaa hofu lakini pia kiu ya kujua ukweli, nilikaa pembeni ya kaburi nikasema kwa sauti, kama kuwa ukweli wowote nyuma ya haya yote, naomba nijue sasa. Ghafla ardhi ilitetemeka, upepo mkali ulivuma na giza lilitanda. Nilijikuta nikivutwa ndani ya kabuli, lakini badala ya kuanguka ardhini, nilitua ndani ya chumba cheupe kisicho na mlango wala dirisha. Kilikuwa na kioo kikubwa mbele yangu, ndani yake niliona watu wote niliowahi kuwadhuru, kuwadanganya au kuwasahau. Lakini pia nikaona yule mzee. Alimtazama moja kwa moja, kisha akasema Huku si kaburi, ni nafasi ya pili, wengi hawaipati. Ulichokifanya kulifungua lango la ukweli. Sasa chagua, utakubali kurejea na kubadili maisha yako, au uendelee kufichwa katika kusahaulika. Sikujua kama ni kweli au ni ndoto, lakini nilisema kwa sauti, nataka kulejea, sitakuwa mtu yule yule tena. nilipoamka nilikuwa nyumbani, lakini sasa watu walinitambua, rafiki zangu walikuwepo na kila kitu kilikuwa kawaida. Lakini kilichonishangaza ni kuwa saa yangu ya zamani ilikuwa mezani na karatasi ndogo ilikuwa chini yake, kilichoandikwa: umetimiza sehemu yako, usirudi tena kule. Mwisho wa simulizi yetu nzuri na pendwa. Nilizani ni ndoto Kumbe ni kabuli nilojichimbia mwenyewe. Asanteni kwa kunsikiliza, karibuni Cossy Media, usao kusubscribe kulike na kucomment. Usiache kusubscribe ili kupata simulizi nyingine nzuri za kusisimua na za kufundisha. Asanteni, bye.